Sisi Chama cha Mapinduzi tuna miiko yetu. Sisi hatutangazi nia, hakuna kutangaza nia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tunasubiria kalenda ya uchaguzi itangazwe. Kuna nafasi ya ubunge iko wazi, kuna nafasi ya udiwani iko wazi, kwa nafasi za dola ndio watu wanakuja kuchukua fomu. Watu wakishachukua fomu hawaruhusiwi kutangaza pia, wanasubiri vikao vifanye kazi yake ikishafanya kazi yake, yanarudishwa majina na sasa hivi yanarudishwa majina mangapi? Matatu. yakisharudishwa majina ndo tunawatangaza sasa. Wale ndio wanaanza kutangaza kwamba mimi fulani, mimi hivi, mimi vile. Kwanza wakishachukua tu fomu, watu watakuwa wameshajua kwao. Sisi utaratibu wa kutangaza ku, au kutia nia, hilo jambo ndani ya chama cha mapinduzi linakuongezea nafasi kubwa sana ya kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro Yaani we diwani, we mbunge, linakuongezea nafasi kubwa sana ya kuenguliwa kuwa mgombea, sababu hichi chama kina masikio kinasikia, kina macho kinaona, kina mikono kinashika. Tunasikia mengi, unasikia huyu kasema hivi, huyu kapita huku, huyu kafanyaje, na wote wanaopita. Ha, haki ya Mungu, ni bahati mbaya, na mimi nataka niseme kwa ujana wangu, rushwa ni rushwa tu. Ukisikia mtu anatangaza nia, ni rushwa ni rushwa tu. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna, tunaendelea kukemea rushwa. Ipo brother, kwenye chama cha CCM. E, aki ya Mungu rushwa ipo kwenye chama cha CCM. Mm -hmm. E, na can't to say so nasema hivyo ili tuiache. mm -hmm. Na nimekuwa nikisema kwenye majukwaa, rushwa inatunyima kupata viongozi wazuri, rushwa imetunyima kupata viongozi wazuri, wazuri. Wewe ashum, kuna watu ni viongozi ukiwaona Unajua kiongozi ni nani? Kiongozi ni mtu mwenye utayari wa kuhudumia. Sasa kuna watu wana huo utayari brother, lakini hawana hela ya kugawa kwa wajumbe wakambia, ah, mimi siwezi bwana kuingia -ku hapa bwana, watu wamesha seti ma mabegi yao. Mtu anagawa rushwa hamsini hamsini kumi kumi mpaka elfu, watu wanapewa rushwa ya elfu. dharau na wagombea hawa wanawadharau wapiga kura. Unajua, mpiga kura mpelekee sera, mwambie utamfanyia nini kwenye eneo lake litakalo mbadilisha yeye. Unajua, ukisema nakutengenezea barabara, maana yake anasema ah, uwezekano wa mimi kutoa mboga hapa kupeleka Kilombero kwa haraka unakuwa ni mrahisi. Na mimi nataka niseme eh, mimi ni kijana natamani sana sababu tumeambiwa eh, wapiga kura zaidi ya asilimia sabini ni vijana. Nilikuwa natamani sana vijana wahakikishe rushwa inakoma kwa ndia ndani ya uchaguzi wa chama na nje ya uchaguzi wa chama. Yaani vijana wakiamua, braha tunapata viongozi bure, siku vijana wakiamua, sababu ndio majority, vijana wakiamua siku moja tunataka tupate kiongozi bure ili aje atutumikie kwa gharama kubwa. Inawezekana vijana wakiamua, haiwezekani vijana wanadanganywa na vitu vidogo kipindi cha uchaguzi. Vitu vidogo vinao blind, vinawafumba macho. Mimi nasema tena, sio vijana wa CCM tu, hata vijana wa ili taifa. Inawezekana sisi kutokana na majority tulionayo tukaweza kubadilisha viongozi wakapatikana bure lakini tukapata viongozi kwelikweli ambao watatutumikia kwa gharama kubwa. Tunapata viongozi kwa rushwa, ndio maana wanatudharau. Tunapata viongozi kwa rushwa, ndio maana wanatugawa. Tunapata viongozi kwa rushwa, ndio ndio maana wanatusimanga. Tunapata viongozi kwa rushwa, ndio maana simu zetu hawazipokei. Nataka nikwambie, uh, uchaguzi unaanza kwenye kura za maoni. Mimi kama kijana na mwenezi wa CCM wa mkoa ni waombe vijana wa CCM wote ambao watakuwa na sifa ya kupiga kura za maoni wahakikishe wanampata kiongozi bure, wamsikilize sera yake, waangalie utayari wake, na kama alikuwa ni kiongozi waangalie alifanya nini, kwa sababu kijana, wanasema kama Mungu hajakata, kijana ana kesho nyingi angalia ni kitu gani anachokifanya ambacho kitakufanya wewe uje kuwa mzee bora, uishi kwenye mazingira mazuri. Tusimchague tu diwani kwa sababu ametoa shilingi elfu ishirini yake, tusimchague tu mbunge kwa sababu ametoa hamsini yake, tupime. Ni bora wazilete tuzile na tufanye maamuzi sahihi, kwa sababu kuacha kuzileta, wabunge hawatoacha, wagombea hawatoacha, watazileta tu, yes. na mimi hapa inanikuta unaniletea shilingi elfu hamsini na nikuta ndo siku hiyo natakuwa nilipe kodi ya nyumba, siwezi kuacha elfu hamsini Na niwaambie vijana, chukueni, lakini isiwafumbe akili zenu, brother. Ndio muda pekee sisi vijana wa taifa hili wa ndani ya chama, nje ya chama, kuhakikisha tunapata viongozi bora na sio bora viongozi. uh, Umesema uchaguzi ule uligubikwa na mauzauza, nataka nikuambie tena, uchaguzi ambao hauna mauzauza ni wa mbinguni peke yake. Huo ni uchaguzi ambao hauna mauzauza, na hii moyo wa wazi, waandishi wa habari, hakuna uchaguzi ambao hauna changamoto. Haupo, utatokea mbinguni tu. Hiyo na imani, mbinguni hakutakuwa na changamoto yoyote. Kwa sababu gani? kama chama ambacho kama nchi ambayo imepata uhuru miaka mingi sana kuizidi Tanzania, nazungumzia Marekani. Trump alilalamika kuibiwa kura, Trump alalamika kuibiwa kura. Ni changamoto za nini hizo? za uchaguzi, sio za uchaguzi? za uchaguzi. Sasa na sisi Tanzania tuna changamoto za uchaguzi zinatokea na ndio maana tuna muda tumeuweka, kwa sababu ya kukata rufaa kukata. kwa nini tumeweka muda wa kukata rufaa? Tunaweka muda wa kukata rufaa kwa sababu huku mnaweza mkakosea kwenye kufanya maamuzi. Mfano, umesema huyu kaweka ungali TD, huyu kaweka ungali mitedi, wao wanasema jaza ungali mitedi, si ndivyo? Maana yake umekosea Ukikosea, sikiliza, unaenguliwa. Ukishaenguliwa unaenda kwenye rufaa. Kwenye rufaa unaenda, unataja sababu zilizokufanya wewe ukufanyaje na wewe, kwa nini unadhani umeonewa. Watu jopo linakaa, jopo likikaa, linasema kwa kweli huyu bwana anahoja au hichi. Unajua, kuna kitu kinaitwa mistake um, major mistake and minor mistake makosa makubwa na makosa madogo. Kuna vitu vingine makosa madogo hayaondoi mantiki. Mfano huyu amesema unga ltd, hivi wewe mtendaji wa kata hujui maana ya unga ltd? Ngoja ngoja mimi najiuliza, sasa ni maswali ambayo na mimi nawe tunajiuliza. Ni sawa, huenda nilisikia hivyo hivyo vimbwanga kama hivyo, lakini watu walirejeshwa pale. Unga limited akagombea baada ya ukata rufaa alirudishwa akagombea. Hivi nye mnadhani tu alirudi hivi hivi? Na sisi huku CCM tukasema, a a, tunataka haki itendeke. Unga ltd ni unga limited, angeandika unga ltd. Habari, karibu Mtandao Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili ndio Mtandao Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini mkabara na Sheria Zakaria Kwele, BP au stendi ya mabasi Tunao vitu vya tisa, aina mbalimbali kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen inchi za aina zote, kwanzia inchi 32 mpaka inchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali ku subscribe kwa alama kisa kere kisa kere ya jina ni. Leo tutakwenda pale uwanja wa shamba la bibi kushuhudia show nzima na ugawaji wa tuzo wa Matoko Cup. Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.